Kwa nini Ukristo usio na na neno la msalaba? Ni Ukristo ambao hauna nguvu, ni Ukristo ambao unaweza ukaitwa ni Ukristo mfu, kwa sababu hauzai watoto wa Mungu, unazaa wafuasi wa dini. Ukihubiri injili yote isiyo na neno la msalaba kwa hekima ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, maana yake msalaba wa Kristo umebatilika, na kama umebatilika, utakawapata pale ni wafuasi wa dini, kama ambavyo dini yote ingeweza ikapita inahubiri dini yao na watu wakaamini, wakaenda kuna neema fulani fulani utazipata, lakini hutapata watu waliopita kwenye mauti ya msalaba wakatokea upande wa pili, hutapata watu waliobatizwa kwa mauti ya msalaba wakafufuka kwa ufufuo na uzima kama hutawapata watu wao, hutapata uzao mpya, hutapata kizazi kipya. Utapata watu wenye utu wa mkale na wanaishi maisha ya kale, lakini wanasema tumeokoka. Utapata wokovu wa kibinadamu.